kuweza kupigana na yeye kwa sababu kuna kitu Mungu ametia ametia ndani yake. Kwa hiyo pia sisi, maadui watapigana na sisi, tutapigana na nao kwa uweza wake. Ameni. Maana mm -hmm. vita sio <coughs> <coughs> vita kati yetu na binadamu, vita vyetu, vita, Biblia, vita na Amen, ni vita dhidi yetu na jeshi ovu la ulimwengu wa roho